Mafanikio ya mpira wa miguu Zanzibar, na kama mlivyoona msimu ulivyokuwa mpaka tunafika leo, bingwa alikuwa hajulikani, bingwa amekuja kufahamika kwenye mchezo wa mwisho. Hii ni kuonyesha kwamba mpira umekuwa e, visiwani Zanzibar, lakini zaidi e, baada ya kusapoti timu e, kwa, kwa support ligi kuu ya Zanzibar e, tulikuwa na udhamini wa timu ya polisi ambayo sasa hivi nayo imepanda ligi kuu. Kwa hiyo msimu ujao na sisi kwenye premier ligi tunayo timu ya polisi ambalo ni ingizo jipya eh, kwa msimu huu ambao tunasubiria, wa sasa hivi, kile ambacho kinaendelea, mnahisi mnaweza kulinda sehemu yenu kama sehemu ya udhamini wa asilimia ngapi? <coughs> Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni kweli tumetoa udhamini kwa eh, mpira wa miguu Zanzibar na tumeona mafanikio makubwa. Moja ni kwamba tumeongeza ushirikiano kati ya City Institute na, na, na, na, na, na taasisi ya michezo Zanzibar lakini pia tumeongeza ushirikiano wetu kati ya City Institute na serikali ya Mapinduzi Zanzibar, lakini pia tumeongeza credibility ya chuo chetu, kimekuwa ni moja ya vyuo bora eh, hapa Tanzania hususan katika visiwa vya Zanzibar kwa kuwa eh, chuo ambacho tumetoa sapoti kubwa kwenye masuala ya michezo. Kwa hiyo tunajivunia kuwa sehemu ya mafanikio ya Zanzibar, tunajivunia kuwa sehemu ya mafanikio ya mpira wa miguu Zanzibar. Asante sana.